Nimekuwa nikilalamika mara nyingi kwa zaidi ya miaka saba tunalalamika na low no voltage. Maana kwa ofisi yangu mimi natumia generator. Iko mpakani. Natumia natumia generator pale Mheshimiwa Mwenyekiti. Kila nikienda TANESCO wakaja na solution ya kwamba pale natakiwa weka transformer, zaidi ya miaka mitano toka walivyosema wanataka kuweka transformer. Bora wow. Kila siku ukienda pale transformer tatu. Tumeagiza transformer zinakuja, transformer zinakuja, transformer zinakuja. Lakini hazijawahi kufika transformer. Na hiyo changamoto mi toka nafika pale na zaidi ya miaka saba hiyo changamoto naikuta. Kwa mfano maeneo ya mpakani yale mfriji fanye kazi, inabidi wavizie usiku, wakati viwanda vimezimwa, angalau ndio kidogo umeme una, unakuwa kidogo. Uh, na, na baadhi ya maeneo ya viwanda yana changamoto ya low voltage uh, kwa sababu nilifikia hatua mimi niliamua kubadilisha line nikatumia line ya viwandani. Mimi ni mwananchi tu wa kawaida, huu umeme unasumbua hadi majumbani kwetu umeme huo unakatika baada ya dakika like, ngapi? Tena unarudi unaweza kuwa katika saa moja unakaa kwa muda mrefu mpaka saa nne usiku ndio unarudi. Kwa kweli sisi mpakani ni wahanga sana wa umeme. Changamoto ya madibila umeme kwa kweli ni mkubwa sana toka wameleta ni kata <laughs> nzima mimi na kiwanda kule. Kwa hiyo unakuta unafanya masaa mawili matatu umekatika, masaa mawili matatu umekatika, afu unakuwa lo Mwanzoni mwa mwaka huu hali ilikuwa ni mbaya sana kwenye viwanda. Viwanda vingi vilikuwa vifanyi kazi ya kukoboa mpunga, na baadhi yao walikuwa wametishia kuhama wilaya kabisa, kutengenezea maeneo mengine. Kwa hiyo, hatua ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba maeneo ya viwanda yanapata umeme, na sio wa uhakika sana lakini at least hawalalamiki sana kama ambavyo ilivyokuwa mushoni mwa mwaka jana na mwanzoni mwa mwaka huu, lakini suluhisho la kudumu linaendelea. Nilielekeza ndani ya siku kumi iwasilishwe taarifa mahususi ya utekelezaji wa maelekezo yote yaliyotolewa kwenye kikao cha kamati tendaji. Na mi nataka niiweke lugha vizuri. Kwanza ni wazee wangu wametusaidia, wame, wame sana kuweka kumbukumbu vizuri juu hmm, ya kile tulichokiazimia kwenye kamati tendaji hmm lakini kwa ajili ya kuweka lugha vizuri, kikao kile hakikushauri, kilielekeza. Ina maana ndani ya siku kumi mtendaji ambaye hatafanya kile alichoelekezwa, alichoelekezwa maana yake amedharau ya maelekezo yaliyotolewa na kamati tendaji. Lakini kwa swala la mpakani, sasa hivi kule kuna low voltage, na tushalifanyia kazi, tushapima, tushakuja nani kupima kule, tukashikisha wenyekiti, kulipo kwenye utekelezaji ndani ya, ya, ya mwaka huu mwakani ndani ya mwakani mwakani. Hapa si <tumina fili ninja> nimelichukua nime, nime kwenda kulifanyia kazi na